Wasukuma wanatutesa kwa kweli, wanalisha mazao na unapokuwepo hapo hapo shambani, unapokuwa unawakatalia wanachukua fimbo zao na kukuchapa kwa hiyo, hata kama wanalisha upo shambani ni halali yao kuwaachia. Kwa hiyo tunapata shida juu ya wakulima. Walipokuwa wanalisha nusu eka yangu, nilipofika shambani ndo wanamalizia, walifukuza ng'ombe. Mkulima mfugaji akabaki amesimama. Nilipita bila kumsalimia na alibaki ananiangalia mpaka ninapopotelea, kwani nusu eka ililishwa. Baada ya kukaa kama wiki moja naenda shambani nikakuta eka nyingine tena ya karanga imelishwa. Jana napigiwa simu, eka ya mahindi imelishwa. Kwa hiyo Mheshimiwa, naomba msaada wako juu ya wadani. Na huyu aliyolisha eka ya kwanza namfahamu na namuona kila siku nikienda shambani, lakini cha kumfanya si hata ukimpeka kwa viongozi hakuna msaada wowote unaopatikana. Naomba msaada wako kwani tunapata shida. Mimi naishi <tutu> shamba liko mpakani wa kijiji cha Mayota wilaya ya Mbarali ambacho kiko Utulo na imepakana na Makeche ambacho kiko Ruaa, ndo mashamba yangu, ambako yaliko kilimo chetu cha mazao ya mahindi na karanga. Mpaka leo hili jambo linatupa kero, kelo kusomesha wanafunzi na saizi siasa imeingia kazi kutudanganya. Mkuu wa mkoa sio mwanasiasa, tunaomba msaada wako utusaidie. Hatuwezi tukiendelea kuwavumilia hawa wanaolisha mifugo kwenye mashamba ya watu, ilikali kwamba mkulima anakuwa hana haki na wengine wanauawa, itakuwa sio sawa. Mama kama huyu alipo hapa shamba lake linalishiwa, atakula nini? kulima kwenye anaweka analima eka mbili, analima eka moja. Haya, baada ya hapo, unamwambia shamba lake limelishiwa nusu eka, nusu eka. Baada ya hapo, atakula nini? Ndio maana mwembamba hivi. Mama OCD, nenda, nataka huyo mtu akamatwe na huyu alindwe. Sio kwamba mkiwaambia kamatwa anaenda kwa kamatwa yeye, yeye anapigwa hapana. Okay. Nenda pale pitiliza, hapa nenda kwa OCD pale, mheshimiwa mkuu, fanya follow up ya hiyo kesi. Haiwezekani mtu analisha mifugo kwenye shamba la mwenzie, alafu anakula nini? Na sisi tunajijua kijijini huku, kilima eka moja ndio hiyo hiyo, ikilishiwa kuisha habari yako, auna shamba lingine, alafu tunaendelea kumwangalia, haiwezekani yani. hiyo hiyo tabia ikome na watu lazima tufuatilie kwa makini sana, kwamba wananchi wanaonyanyaswa kuhusu kulishiwa mifugo kwenye mashamba yao, lazima tuchukue hatua kali. Hilo shamba, huyo mama lazima alipwe gharama zote, anunuliwa mahindi ya kula mwaka mzima, kama ni mahindi, kama ni mpunga, basi ya mwaka mzima. Tukiwachekea hawa, iko siku. Uchungu wa kulishiwa shamba huwezi kuujua mpaka ulishiwe kwanza kwanza utamu wa ngoma utaijua si mpaka uingie ucheze. Sasa ndio maana nakuambia kwamba kwa jambo kama hili tunatakiwa tusilifumbie macho. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.